Kufuatia siku kadhaa za mashambulizi yake bila mafanikio makubwa, Iran imeweza kusababisha uharibifu mkubwa nchini Israeli, baada ya makombora yake kupenya ngome za anga za nchi hiyo, na kupiga maeneo kadhaa. Nguvu ya mashambulio ya Iran ilikuwa imepungua, ikionekana kuwa dalili ya mashambulizi yanga, israeli, ya anga Israeli dhidi ya jeshi la Iran. Serikali ya Israeli ilikuwa imetangaza kulegeza masharti kutokana na baadhi ya vikwazo vilivyowekwa kwa sababu ya vita. Mashambulizi ya asubuhi ya Alhamisi hii yanaonyesha kuwa Irani bado ina uwezo mkubwa wa kurusha makombora na kusababisha madhara. Maeneo yaliyopigwa ni pamoja na kituo cha matibabu cha Soroka katika mji wa kusini wa Barisheba, Holon ambapo kombora lilitua kati ya malengo na ramati gani yote katika mji wa Tel Aviv. Irani ilisema lengo huko Beersheba ni kile ilichosema kuwa ni shabaha ya kijeshi karibu na hospitali hiyo, lakini Sharen Askel, naibu waziri wa masuala ya kigeni wa Israel, alishutumu Irani kwa kuilenga hospitali ya Soroka kimakusudi. Haijabainika ni malengo gani yaliyoshambuliwa katika miji mingine iliyoathiriwa.